Kuweka akiba ya pesa kwa ajili ya kustaafu katika jimbo la Maine. Siku moja, sote tutafikia umri ambapo tunahitaji au tungependelea kuacha kufanya kazi, hata hivyo, bado tutahitaji kulipia gharama kama makazi, chakula, na huduma za afya. Huku Marekani, kipindi hiki kinaitwa kustaafu. Ni muhimu kuanza kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu ili uwe na chanzo cha mapato yanayokuwezesha kugharamia mahitaji yako baada ya kuacha kufanya kazi. Unapokuwa na kazi nchini Marekani, kiasi kidogo cha malipo hutolewa kila kipindi cha malipo yako na kutumwa moja kwa moja kwa mpango wa serikali ya Marekani unaoitwa usalama wa kijamii. Kisha, unapostaafu na kuacha kufanya kazi, unaweza kuanza kupokea malipo ya kila mwezi kutoka kwa hifadhi ya jamii ili kukusaidia kulipia gharama zako. Kwa ujumla, mafao ya hifadhi ya jamii peke yake, hayatoshi kugharamia mahitaji yako yote, kwa hivyo ni muhimu kuweka akiba kwa njia nyingine pia. Ikiwa wewe ni mgeni nchini na unakabiliwa na changamoto za kugharamia mahitaji yako ya kila siku, kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu kunaweza kuonekana kuwa mzigo mkubwa. Kwa hivyo, kuanza mapema iwezekanavyo ni jambo la msingi, na ni rahisi kuliko unavyodhania. Kuna njia mbalimbali za kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu. Wakati mwingine, mwajiri wako anaweza kutoa mpango maalum unao kusaidia kuokoa pesa kwa ajili ya kustaafu kwa kuweka kiasi cha fedha unachochagua kutoka kwenye mshahara wako katika akaunti maalumu ya akiba ya kustaafu. Waajiri wengi katika jimbo la Maine hawatoi mpango wa akiba ya kustaafu kwa wafanyikazi wao. Kwa sababu ya hilo, wafanyikazi wengi hawaweki akiba ya ziada kwa ajili ya kustaafu jambo ambalo litawaweka katika hali ngumu kifedha watakapokuwa hawawezi tena kufanya kazi. Habari njema ni ya kwamba, hapa Maine tuna mradi uitwao Maine Retirement Investment Trust au kwa kifupi MERIT, ambao ni mpango wa akiba ya kustaafu uliopo na kuitishwa na serikali la jimbo, ili kurahisisha mchakato wa kuweka akiba kwa ajili ya kustaafu. Hivi ndivyo jinsi mradi wa MERIT unavyofanya kazi. Waajiri wa jimbo la Maine wenye wafanyakazi watano au zaidi ambao bado hawajaanza kupeana mpango wa akiba ya kustaafu kwa wafanyakazi wao watahitajika kujiandikisha katika mpango wa MERIT. Hakuna gharama yoyote kwa waajiri kushiriki katika mpango huu. Ili kujiunga na mradi wa Merit, mfanyikazi lazima awe na nambari ya usalama wa jamii yani Social Security Number ambayo inaitwa SSN, au nambari ya utambulisho wa mlipa kodi binafsi yani, kwa lugha ya Kiingereza Individual Taxpayer Identification Number au ITIN. Mara mwajiri atakapojiandikisha, kila mfanyikazi ataandikishwa katika akaunti ya kibinafsi ya akiba ya kustaafu iitwayo Roth IRA. Hii ni mojawapo ya aina maarufu ya akaunti za akiba za kustaafu nchini ya Marekani. Mfanyikazi atapokea barua pepe au kwa njia ya posta inayojumuisha ujumbe unaohusu uwepo wa akaunti ya MERIT kupitia mwajiri wake. Mara tu unapojiandikisha katika mpango wa MERIT, sehemu ya mshahara wako itawekwa moja kwa moja katika akaunti yako ya akiba ya kustaafu kila kipindi cha malipo. Kwa ujumla, fedha katika akaunti ya akiba ya kustaafu zina fursa ya kuongezeka zaidi kuliko katika akaunti ya kawaida ya akiba. Unaweza kuchagua ni kiasi gani cha pesa unachotaka kuweka akiba kila kipindi cha malipo na unaweza kufanya mabadiliko yoyote kwenye akaunti yako ya MERIT wakati wowote unapopenda. Ikiwa hutachagua kiasi, MERIT itaweka moja kwa moja asilimia tano ya mshahara wako katika akaunti yako ya akiba ya kustaafu. Kwa mfano, ikiwa unapata mshahara wa elfu moja katika kipindi cha malipo, dolari hamsini zitawekwa moja kwa moja katika akaunti yako ya akiba ya kustaafu. Kumbuka, unaweza kuchagua kuweka kiasi kidogo au kiasi kikubwa zaidi. Uamuzi ni wako. Unapojisajili katika akaunti yako ya mpango wa MERIT, utakuwa na uwezo wa kuona kiasi gani cha pesa ambacho umechangia na ambacho umeweka akiba. Unaweza kutoa fedha ulizoweka kwenye akaunti wakati wowote wa bila kujali umri wako. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba kutoa mapato yaliyopatikana kutokana na uwekezaji kabla ya kufikia umri wa miaka 59 na nusu kunaweza kusababisha kutozwa kodi na adhabu ya asilimia kumi kwenye sehemu ya mapato hayo. Kwa hivyo, ingawa unaweza kutoa michango yako wakati wowote wa ni busara kuzingatia athari za kikodi na adhabu zinazoweza kutokea unapotoa mapato yaliyopatikana kabla ya umri wa kustaafu. Unaweza pia kuchagua kutoshiriki kabisa katika mpango huu. Hata hivyo, ikiwa utachagua kujiondoa, hakutakuwa na makato kutoka kwenye mshahara wako na akaunti yako haitafunguliwa. Ikiwa hautaki kujiunga sasa hivi, unaweza kujiunga wakati wowote wa baadaye. Kumbuka, kushiriki katika mpango wa MERIT ni hiari kwa wafanyakazi, lakini waajiri walio na wafanyakazi watano au zaidi ambao hawatoi mpango wa akiba ya kustaafu wanatakiwa kisheria kujiandikisha katika MERIT na kuwawezesha wafanyakazi wao kushiriki. Mradi wa MERIT umeundwa ili kukusaidia kuweka akiba kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, kujijali mwenyewe na familia yako, na kustaafu ukiwa na pesa za majukumu ili kukusaidia kukidhi mahitaji yako. Kwa kweli, kuna uwezekano wa kuhisi ugumu kuchukua pesa kutoka kwa malipo yako wakati una gharama nyingi, lakini hata hivyo kuokoa kiasi kidogo cha kila malipo kunaweza kukusaidia zaidi kukuweka katika hali nzuri unapoendelea kuzeeka. Unaweza kupewa maelezo zaidi kuhusu mradi huu kutoka kwa mwajiri wako. Unaweza pia kutembelea tovuti hii kwa kupata habari zaidi. Zaidi ya hayo, unaweza kupiga simu ukitumia nambari moja nane tatu tatu sita sufuri nane nane nane nne sufuri. Ikiwa unahitaji mkalimani, sema neno interpreter kwa lugha ya Kiingereza inayomaanisha mkalimani, kisha useme neno Kiswahili. Subiri hadi mkalimani aongezwe kwenye simu, kisha endelea na mawasiliano.